kama uni upepo wa macho, tupee wimbo wa mwisho, wimbo wa mwisho kabisa. Wapi vigelegele vya watu wanaoweza? <laughs> Sindio? Tayari, bado mmoja, niokoe. Haikuwa rahisi. to play or namba namba namba namba namba me. Can I play for? Asante sana jamani. Mungu awabariki sana. Mimi mimi ninafurahi sana kuwa hapa. Mungu awabariki. Mungu aendelee kuwazidishia popote ambapo ambapo mmetoa. Nadhani sasa hivi nimwachie mwachie mwachie kazi ya

Hii ni Songwe TV, ni matangazo ya moja kwa moja live kutoka YouTube yetu ya Songwe TV. Karibu sana Songwe. asante sana namshukuru Mungu. umejisikiaje kuwepo Songwe? maana tumezoea hali ya Dar es Salaam ni joto, lakini umejisikiaje kuwepo Songwe? Eh, kama unavyo nimesweti, tumefanya tumefanya jogging hapa. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya watu wa Songwe. Mimi nimekaa nime Tunduma mwaka mmoja, mwaka 2010. Kwa kumi nimekaa Tunduma kwa nimeexie kidogo mazingira ya Songwe, lakini mimi pia Eh, ni mzaliwa wa Mbeya, nimezaliwa Uyole Uyole. Kwa Dar es Salaam ni kwa sababu tu ya harakati za kwenda kupambana kutafuta maisha, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ameamua kunitumia nikiwa huko. Kwa hiyo ni vyema sana. Unapotia nyimbo zako Obby Alpha ni kwa namna gani unahisi watu wanabarikiwa? Eh, kiukweli siwezi siwezi nikaimagine nika kwa sababu Mungu mwenyewe anajua ni kiasi gani anafanya kwenye maisha ya watu. Mimi kazi yangu ni kufanya kile ambacho Mungu anana, anatamani nikifanye na amekuwa akiniwezesha kukifanya kwa hiyo chochote kile ambacho Mungu atakifanya mimi ninamrudishia utukufu yeye. Nyimbo zako zimekuwa na mguso sana ngine, tupe historia ya maisha yako kwa ufupi. nini kinasababisha nyimbo zako kuwa na mguso hasa kwa maisha ya, ya watu? Nadhani ni kwa sababu nyimbo nyingi ambazo mimi ninazitoa nimezitoa e, kutokana na historia ya maisha yangu. Nilimwambia Mungu natamani Mungu yatumie maisha yangu kama utataka ni experience njaa ili nikiimba kuhusu njaa wewe uguse watu kwa urahisi zaidi, kwa sababu Mungu anaangalia dhamira ya mtu. Kwa hiyo nikasema kama Mungu unataka mimi ni experience njaa, basi nipitisha kwenye hiyo njaa, ili nitakapoenda kutoa ushuhuda wa hiyo njaa iwe ni rahisi kumuokoa mtu mwingine. Nikasema kama ni shibe, basi nipitisha kwenye hiyo shibe. Kama ni muonekano, basi nipe huo muonekano kama ni mali basi nipe hizo mali, ili mradi tu nitakapofanya kitu utukufu na heshima vyote virudi kwako. Kwa hiyo kwa mimi, ninatamani niwaokoe watu warudi kwa Mungu. Kwa hiyo natamani Mungu ayatumie maisha yangu zaidi kwenye kufanya huduma yangu, ili nitakapoenda kumshuhudia mtu mwingine iwe ni rahisi yeye kunielewa na ni rahisi hata mimi kumkomvisi huyo mtu kuja kumpokea huyu Mungu. Unajionaje Obby Alpha, ulikotoka, ulipo na unakoelekea? Eh, nilipotoka ni neema za Mungu nilipo ni neema za Mungu, nakuelekea neema za Mungu zitapanga niende vipi. Watanzania na dunia kwa ujumla wategemee nini kutoka kwako kupitia uinjilishaji wako? Wategemee kumuona kumwona Obby Alpha anayemtumikia Mungu, mwenye shauku ya kuendelea kutamani kufanikiwa na wazidi ku, uh, kuwa na ofu ya Mungu zaidi. Hakuna kitu kingine kama Mungu. Ataleta magari majumba mahela yeye, yeah, ayalete yeah, lakini kama Mungu ataleta dhiki ili tu atumie hiyo dhiki kuwaokoa watu, basi mimi kwangu ni, it's okay kabisa. Kwa sababu nilimwambia yeye atoe maisha kwa vile ambavyo anaona yataleta utukufu kwenye ufalme wake. Wapo wanaosema nyanda za juu kusini tumekuwa wakitoka waimbaji wengi ambao wanakuja na vipawa vya kuinjilisha watu, lakini mwisho wa siku wanapotea, wakishirikishwa, wakishinikizwa na kuambiwa kwamba wanatumia ushirikina ili kwa kwa... sijai ku experience ushirikina. Kwa hiyo kivyovyote vile nadhani nime experience zaidi nguvu ya Mungu. Kwa hiyo mtu akiniambia habari ya ushirikina itabidi nimuulize nimulize ku experience vipi ili nielewe, pengine labda mimi niko kwenye ushirikina. Lakini mimi ninachojua ninamtumikia Mungu aliye hai, na yeye ndo amekuwa ananipambania mpaka nimefika siku hii ya leo hapa. Kwa hiyo yani, eh, huwezi kumpangia mtu cha kusema na uwezi kumpangia mtu cha kuwaza, wala huwezi kumpangia mtu ni nini amwambie nani na muda gani. Chochote kile ambacho atakisikilia ni sawa, ila mimi ninavyojua, nimwambia Mungu ayatumie maisha yangu kwa sababu natamani yalete utukufu kwenye hekalu lake, yalete utukufu kwenye jina lake. kati wa walio toka ambea, walio walio ya waimbaji waliotoka mkoa wa Mbeya waliopita na waliopo, ni mwimbaji gani ambaye amekuvutia na kukuinspire wewe kufika hapa ulipo? Eh, nadhani ni waimbaji wote ambao nimeshawahi kuwasikia, kwa sababu mimi sisikilizagi mwimbaji kwa kumwangalia sura yake, kwa sura ni nzuri. nikiona movement kwenye roho yangu kwenye nafsi yangu, najua Mungu kuna kitu anataka anisemeshe kupitia uwimbo. Naweza nikasema ni wote ambao nimeshawahi kuwasikia na ambao sijawahi kuwasikia, basi Mungu hajataka niwasikie, kwa sababu Mungu akiruhusu nimsikie mtu inamaanisha e, anataka nisikie kitu fulani au nielewe kitu fulani kutoka kwa huyo mtu. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikimuona Mungu kwa waimbaji ambao nimeshawahi kuwasikia masikioni mwangu, kutoka Mbeya. Obby Alpha, karibu sana mkoa wa Songwe na karibu sana Songwe TV. Amen, Mungu awabariki, asante sana.